Utulivu ambao ni wa muda mchache au muda mfupi, na utulivu huo huwa haudumu kwa muda mrefu. Na shida kama njaa, magonjwa, matetemeko huwa vipo katika maisha ya kawaida, lakini Yesu anataka kuhakishia kuwa ukiwa mikononi mwake upo salama. Siku hii ya leo nina furaha tele kualika ili tuwe pamoja ili Yesu ili tuwe pamoja na Yesu tuwe karibu na Yesu ili Yesu atuweke salama. Katika lile fungu la Yohana moja tano mstari wa kumi na moja na kumi na mbili inasema na ushuhuda ndio huu ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele na uzima huo umo katika mwanawe. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana uzima huo. Uzima wanaposema uzima wa milele, uzima wa milele hii ni ahadi ambayo Mungu alitupatia. Na tunajua ahadi za Mungu si za uongo, ni, ha, ni ahadi za ukweli. Wanaposema umo, umo katika mwanaye, wanatuambia kuwa hakuna njia nyingine, sisi kama wanadamu inabidi tuende kwa Yesu ili tuwe salama. Wanaposema hana huo uzima hana huo uzima, ina, inamaanisha kuwa hana, hana huo uzima. Sisi kama wanadamu hatuna huo uzima bila Yesu. Na Mungu anajali sana sisi, anatujali sana sisi wanadamu. Sisi wanadamu tunachotakiwa kufanya sisi pia ni kumwamini na kumtegemea Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Na katika wiki hii, ya, katika wiki hii tutakuwa tukiendelea na masomo yetu ya Salama Hatimaye. Lakini tutakuwa na mtiririko wa wokovu au mtiririko wa masomo ya Salama Hatimaye. Na masomo haya ni tutajua na ndani ya juma hili tutaweza kujifunza kujua ni nani mwenye uwezo wa kukupa salama. Kumbe katika wiki hii tutaendelea kujua kiundani zaidi ni nani anaweza, nani ana uwezo wa kukupa salama. Tutapata kuelewa kwa nini tunahitaji salama hatimaye. Na pia tutapata kujua jibu kamili la Mungu kwa tatizo lako. Tutapata kujua unachopaswa kufanya kupata zawadi hiyo. Na tutapata kujua jinsi ya kuishi ukiwa salama hatimaye. Pia tutapata kujua ishara ya mapumziko ya milele na urithi wako. Na pia tutapata ku tutapata kufanya uchaguzi wa mwisho na kuwa salama hatimaye katika maisha yetu ya kila siku. Najua kila mtu anapenda kuwa katika mikono salama. Kila mtu anapenda utulivu, amani. Basi kwa, basi, kwa juma hili kama wote tunapenda kuwa salama tusikose, tuendelee kufuatilia masomo haya ya salama hatimaye. Tutapata kujua je, Yesu anawezaje kutuweka katika mikono yake salama, na pia tutapata kujua Yesu, kwa nini anataka sisi wanadamu tuwe katika mikono yake tukiwa salama. Yote hayo tutapata kuyajua tukiwa tunaendelea kujifunza katika wiki hii ya leo, wiki hii ya salama hatimaye. Tafadhali shiriki, shiriki mbashara na marafiki zetu. Tunaweza kuwaalika marafiki zetu ili wapate kushiriki pamoja nasi katika masomo haya ya salama hatimaye. Naomba tujiunge nasi kwa like Share na comment, kila siku ili tupanue wigo wa salama hatimaye. Tukutane kesho tujifunze somo letu uzuri la mtiririko wa wokovu. Usikose kwa sababu usikose kwa sababu kesho utapata kujua zaidi kuhusu safari yako ya salama hatimaye. Bwana awabariki, tusimame tuombe. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba ule juu mbinguni, asante kwa kuwa nasi ni masaa mazuri haya. Mungu, naomba ukaweza kutusaidia tunapoendelea kufuatilia masomo haya ya salama hatimaye. Mungu, naomba ukaweza, ukawe nasi ni haya machache, kupitia jina la Yesu Kristo, amina. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanabarikiwa na mtiririko hii mianzo hii ya salama hatimaye? Ah, kwa namna pekee nipende kuwashukuru sana kwa usikivu wenu, lakini pia wanenaji wanaozidi kuwasilisha mada kadha wa kadha kwa ajili ya kumfahamisha umma juu ya Mungu wa kweli tunaye mwabudu na tunaamini, katika safari ya wiki nzima ya salama hatimaye, kila mmoja atakuwa ameupata usalama katika moyo wake. Yawezekana na maswali mengi, yawezekana na maswali mengi na huna majibu yake, lakini nikupe kitu kimoja kwamba usipaswi kukosa kufuatilia mikutano hii ya moja kwa moja kutoka hapa kanisa la Waadventista wa Sabato Ilolo kupitia chaneli ya kanisa ya Ilolo SDA Church katika mitandao wa YouTube, na hatimaye uweze kuona nini hasa Mungu anahitaji kukuweka salama katika safari ya siku hizi saba tunaoziendea za wiki hii. Ah, tumefika mwisho wa mikutano yetu katika siku ya leo, na niwopende kuwaalika e, nipende kuwaalika ndugu watazamaji, washirika tulioshiriki katika eneo hili moja kwa moja lakini na wale ambao wanatufuatilia kupitia chaneli ya kanisa ya YouTube Ilolo SDA Church TV, lakini pia kupitia chaneli binafsi ya YouTube Msalam TV, lakini pia kupitia mtandao wa Facebook, na pia vilevile vile kupitia mtandao wa WhatsApp kuweza kufuatilia mikutano hii moja kwa moja. Hii ni namna ambavyo Mungu anahitaji kuzungumza na wewe kupitia simu yako ya mkononi. Haleluya! Basi kwa namna pekee nipende kuwaalika nyote tuweze kusimama na hatimaye kupata ombi na hatimaye kuhitimisha mikutano yetu ya siku ya leo, huku tukiwaalika kuweza kushiriki hapo kesho. Usipange kukosa kufika katika kituo chetu, usipange kukosa kutufuatilia mtandaoni, ili kwa pamoja tuweze kubarikiwa na kile Mungu anakitaka katika maisha yetu. Basi nimwalike mzee mwazini wetu wa kanisa, ndugu Nyambo, kuweza kufika mbele kwa ajili ya kutuweka wakifu mikononi mwa Mungu kwa ajili na kuendelea pia na mikutano hii tulio nayo wakati a, akipita mbele kwa ajili ya ombi, niwasitize usiache kumwalika rafiki yako kwa ajili ya mkutano huu unaoendeshwa na kurushwa moja kwa moja kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Ilolo mjini Vwawa. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku hii njema ambayo tumekuja mahali hapa tukiliabudu jina lako tangu asubuhi na mapema. Tumekuja katika viwanja hivi tukijifunza pamoja na wenzetu ambao wanaendelea kutufuatilia kwa mitandao mbalimbali ikiwemo mbali, TV yetu ya Msalam TV pamoja na Ilolo SDA TV. Tunakushukuru kwa sababu ya masomo ambayo yameendelea kuendeshwa na watu wote ambao wameendelea kufuatilia pamoja na wale wanaoendesha vipindi wakivirusha. Mungu mtakatifu, Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ulipanga siku hii uweze kutokea na imeweza kutokea. Basi wote wanaoendelea kufuatilia vipindi hivi na wote waliopo mahali hapa, wote pamoja tuendelee kubarikiwa. Ni mwanzo wa mahubiri haya, tunaomba Bwana majeshi, wote ambao tumekuwepo siku ya leo, kupendeza juma hili lote, kuanzia saa kumi jioni katika siku zote za wiki, ukaendelea kuwapo pamoja nasi na kutukumbusha kwa ajili ya vipindi hivi. Lakini mtakatifu Mungu wa mbinguni tunaendelea kuwaweka mikononi mwako wale wote ambao ni wahudumu, kuanzia mdogo hadi mkubwa, wale wote ambao pia wanakuja hapa kwa ajili ya huduma ya nyimbo, wale wanaokuja hapa kwa ajili ya kupata ujumbe, na wale wote ambao pia wanaendelea kufuatilia wakiwa majumbani, sote Bwana majeshi, kwa pamoja endelea Bwana majeshi kutubariki katika vipindi hivi. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, vipindi hivi vinaendeshwa kwa gharama. Wote ambao Bwana majeshi wameshiriki kwa namna moja au nyingine, wengine ajitoa kwa, kwa muda wao, wengine wakijitoa pesa zao, wengine ufundi wao na ujuzi wao ambao umewapatia Bwana Mungu wa mbinguni, tunaomba hata moja usimwache Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, endelea kuwabariki endelea kuwawezesha. Muda wetu utatumika Bwana majeshi kila jioni Baba Mtakatifu, wale wote ambao wataacha shughuli zao na kuja kujumuika mahali hapa, ninakuomba Bwana Majeshi, wasijute kamwe maishani mwao, kwamba walipoteza muda kufika mahali hapa au walipoteza muda kufuatilia vipindi hivi wakiwa kama jumbani mwao au mahali mbalimbali kwa njia ya mitandao. Mungu Mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, tunaamini utaendelea kutubariki na kutuwezesha kama ambavyo imeanza nasi katika siku ya leo tunaamini juma zima tutaendelea kuwa pamoja nasi, nakurudi majumbani mwetu, baraka zako zikae pamoja nasi, ukaongozea nasi tukiwa njiani, na ikupendeza tukarejee tena siku ya kesho masaa ya jioni tukiwa salama. Baba Mtakatifu, Mungu wa mbinguni, tuseme nini katika jioni hii? Tunajiweka mikononi mwako kwa jina tukufu la Kristo Yesu, wote tuseme amen. Asante sana ndugu yangu mpenzi, mtazamaji na msikilizaji unaotufuatilia katika mitandao yetu na hapa makanisa mahali tulipo. Mimi ni waache kwenu kwaya kanisa ya Ilolo ikiendelea kumtukuza Mungu, tunafikia hatima ya mikutano ya siku ya leo. Kwaya kanisa Ilolo, karibu kwa wimbo wakati uh, Mungu akizidi wa kutukuzwa kwa utukufu wake uliye mkuu.